Kwa tulipo tunaye mwenyekiti wa maendeleo ya kata, Mheshimiwa diwani wetu. Tafadhali ni muombe wa Mheshimiwa, uweze walau tu dakika hii usalimie, wajue kwamba walau tu hata salamu za serikali, dakika moja. Karibuni Mheshimiwa. Msifu Yesu Kristu. Amen, yeah, Bwana Yesu asifiwe Amen. Kwanza kabisa nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema mengi anayotujalia, hasa hasa hata pumzi tunayovuta ni ya Mungu, lakini hata nafasi ya kutupa kuja hapa ni Mungu. Piga makofi makubwa kwa Mwenyezi Mungu. Lakini nitumie nafasi hii kwanza kuwapa pole wanafamilia, wanafamilia pole sana mimi familia hii ni friend kabisa, hata ukimuuliza Mzee Bone, ukimuuliza Mzee Sarapi, tuko kidore kimoja na mama hapa um, ni kidore kimoja. Kwa hiyo ninasema wana familia pole pole pole pole sana, huu msiba ni mkubwa. na nimo nyambo na gamba ati urufu tulumanyirwa tulumanyirwa kila siku ni nirupye leo binti yetu huyu Sifa, mimi baba mchungaji pale alisema kweli, nimefika mahali nikashinda. Mimi nikwambie na nikuhakikishie kwa dakika hizi nilizokaa hapa, nilivyoona ulivyotenda, umeshinda na Sifa ameshinda. Naweza nikasema Sifa ameshinda kwa sababu gani? Juzi nilikuwa msibani fulani, sitataja hata niliyokuwapo, lakini nikata kata za mbali kuna kijana mmoja alikufa kutoka Dar es Salaam na aliletwa kwa heshima zote, naye bahati nzuri, naye alikuwa na, na miaka kama ya Sifa, miaka ishirini na nane, alikuwa hajaoa, lakini waliambatana na watoto wanne kwamba aliwazaa omuntu takatasiaga choka ina bana bana. Sasa ninasema Sifa ameshinda amekuwa nana, na miaka ishirini na nane taraokanakiwa aleta buzima wangu akakatoratora akaka, noku huyu mama ameshinda ameshinda kabisa, vingine vyeje sura nindi mm. mwija mja wotakuwabona, lakini leo ni siku ya sherehe. Mi nauza nikasema hivi kwa sababu ni sherehe yake ya mwisho, halafu yeye akujaliwa kuowa au kuolewa, aliyemuoa ni Yesu. Haleluya. Na amefunga ame ndoa na, na Yesu. Leo ndio sherehe yake, amepandishwa kwa Yesu.